Meneja wa habari ya klabu ya soka ya hapa Tanzania, hapa namzungumzia Ally Kamwe e bana, ameweza kuthibitisha kwamba mshambuliaji Clement Mzize e bana, ataweza kucheza ligi kuu ya Ufaransa msimu ujao, ingawa hajabainisha kwamba ni timu gani kinala ambayo itaweza kumchukua mfungaji huyo wa magoli kutoka hapa Tanzania. Na ifahamike kwamba e Clement Mzize ni bonge moja la mchezaji ambaye ameweza kuwa ni mchezaji bora wa hapa Bongo akiwa ndo mfungaji bora kabisa ambaye anaendelea kukiwakilisha na kinara e, kwenye ligi kuu ya soka hapa Tanzania. So ni kwamba Alikamwe ameweza kubainisha kwamba Young Africa itapata bilioni tano kwa mauzo ya nyota huyo, ingawa e, ameshindwa kuitaja timu gani ambayo itaweza kumchukua na mnukuu, kwa maneno ambayo e, yeye Ally Kamwe aliweza kuyasema, kwamba siwezi kuitaja timu, lakini kuna mazungumzo na timu ya Ufaransa. Yanga itapata bilioni tano msimu ujao, Mzize atakuwa ligi kuu ya Ufaransa. Kama kuna timu ina bilioni tano ilete. So kuna baadhi ya watu wengi sana ambao wao e, ni wadau wa soka, wadau wa kabumbu ambao oh, bado anaendelea ku drop comment, lakini wengine wakiamini kwamba ni maneno wengine tu wakiamini kwamba labda pengine anatengeneza regas tu ya msanii, na comment kibao zinazidi kuendelea kwenye eh, hiyo eh, post ambayo inaendelea kwenda viral kwenye mitandao ya kijamii baada ya Ally Kamwe kuthibitisha kwamba Clement Mzize basi ataenda kudakwa na watu wa huko Ufaransa, eh, klabu ambayo